Habari, ndugu mfuatiliaji wa chaneli hii. Leo nataka nikuelekeze jinsi ya kuangalia matokeo ya kidato cha nne kwa njia rahisi kabisa. Hebu tuate pamoja ili tuweze kuangalia kwanza, kitu cha kwanza kabisa utaenda kwenye hii application. Kumbuka, unaweza ukaangalia matokeo ya kidato cha nne kwa kupitia simu ya smartphone au kompyuta. Hebu tuende tuweze kuangalia kwa kutumia simu ya smartphone au simu janja. Njoo hapa. Kumbuka, tunatumia hiyo search engine ya Google. Click hiyo application ya Google. Ukishagusa hapo, kuna sehemu ya kusearch au sehemu ya kutafuta utaandika maneno kama haya. Umeona haya maneno ni NECTA. Ukishaandika maneno hayo, kisha tafuta. Usijipe shida kuandika maneno mengi, andika kama jinsi nilivyokuelekeza, andika NECTA. Baada ya kuandika NECTA, kuna website itakuja hapo juu ishafunguka. Maana yake ni hii hapa NECTA dot go dot tz. Baada ya hapo, utakuja hapa kumbuka, tunaangalia ya matokeo ya kidato cha nne. Umeona ile sehemu niliyonyoshea mshale iliyoandikwa results CSEE, uta click sehemu hii, yaani utakliki kwenye a maneno ya blue blue haya, bonyeza hapo au gusa hapo. Ukishagusa hapo, bila shaka yatafunguka kama hivi. Utaona matokeo ya miaka tofauti tofauti, kama hapa ni matokeo ya elfu mbili na ishirini na nne. Kuna mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, yaani jinsi unavyozidi kushuka chini, kuna miaka mbalimbali inaonekana: elfu mbili na ishirini na mbili, elfu mbili na ishirini na nne mbili. Sasa ngoja tutoe mfano jinsi ya kuangalia matokeo ya elfu mbili na ishirini na nne. Utakuja hapa endelea ya kunisikiliza vizuri, utakuja sehemu iliyoandikwa results link. Gusa sehemu hiyo. Ukishagusa sehemu hiyo, bila shaka kutaonekana kama hivi. Maana yake hapa utatafuta tu herufi herufi unahitaji ya shule hiyo, labda shule hiyo imeanza na herufi labda B labda Basuta Secondary School Haya, au imeanza na G, Geographical Secondary School au Gorola Secondary School. Huo ni mfano, ndugu yangu. Sasa ngoja tutoe mfano, si tuguse herufi hapa. Fungua herufi mojawapo hapo, kama mimi Umeona hiyo herufi niliyonyosha mshale ya inaitwa u au yu. Kwa sababu nikikliki sehemu hiyo au nikigusa hapo shule zote zinazoanza na herufi u zitaonekana na nitachagua shule ninayohitaji. Kumbuka hii ndio njia rahisi ya kuangalia matokeo. Gusa hapo kwenye u. Sasa wewe kama ni shule yako utaangalia shule yako imeanza na herufi gani? Tukishafungua hapo kwenye u, kuna shule zimekuja kibao hapo. Kuna u, ufundi ufunuo lugu na kuendelea, sio ugaka yaani zote. Kwa sababu nimekliki u, shule zote ambazo zitatokea hapa zimeanza na herufi u au u. Sasa ngoje tuchague shule mojawapo hapo ili, ili kwa sababu hapa tunatoa mfano ili uweze kuelewa zaidi. Yes, tumechagua shule mojawapo hapa kama unavyoiona hapo, na matokeo yake yakaja chapu kama hivi <todicum> au sio? Bila shaka umeelimika na elimu hii. Leo tulikuwa tunaelekeza au tunafundisha jinsi ya kuangalia matokeo ya kidato cha nne kwa njia ya shortcut au kwa urahisi zaidi. Endelea kufuatilia elimu mbalimbali zinazopatikana katika channel hii kwa kugusa neno subscribe. Nakutakia siku njema.